Hakuna jambo zuri ukiwa kwenye nchi ya mtu kukutana na ndugu yako, uongo kweli? I'm so proud of you ndugu zangu yeah. Hawa ni watanzania wakinga wenzangu yeah. mm. Watanzania sisi wote ni ndugu mmoja, mama moja yeah. Sisi wote ndugu. Niko China, hili ni chimbo kubwa la nguo za kike na za kiume. Nipo kwenye ni chimbo la nguo za kiume. Hawa wote ni wateja wetu wa Silent Ocean. Unaizungumziaje Silent Ocean? Yeah. Hasa katika huduma yake, ni kampuni kubwa, ni kampuni nzuri ndio ni tunalipenda, unalipenda, utakufa nalo, utazikwa nalo e... oh! mkinga huyu hapa, mkinga huyu, wewe unamjua mkinga huyu? wewe unamjua mkinga huyu? wewe unamjua mkinga huyu? <laughs> <laughs> mambo vipi, ndugu yangu? Kwanza ongera, asante sana. Mmoja kati ya vijana ambao wameamua kudhamiria kufanya vijana wapendeze, huyu hapa. Unaizungumziaje Silent Ocean? Simba wa bahari, silent iko vizuri, ndio. Muziki unafia kwa, kwa wakati, ndio Tunashukuru Mungu sana inafanya vizuri. Mzigo unafika, niliwaambieni mzigo unafika kwa wakati. Silent Ocean sisi tunasafirisha mzigo kutoka hapa China Guangzhou mpaka uh, Tanzania mm, kwa siku 28 mpaka 30. Acha ujuaji. Umemsikia ndugu yangu amekwambia mzigo unafika kwa haraka. Mzigo wa jinsi huu hapa unakuja Dar es Salaam, ni nikuhakikishie Krismasi mwaka mpya unavaa jinsi. Naitia alama. Give me pen, give me pen. Naitia alama. Alafu nikifika Dar es Salaam nakosha. Give me pen. Give me pen. Pen, pen. Naitia alama. Tutahesabu kuanzia leo. Hii hapa naandika DC. Hii nimeandika DC. Naitia alama. Hesabu siku 28. Mzigo upo Tanzania. Unamwambia nini mfanyabiashara mpya ambaye hajaanza kufanya biashara? Aje aje afanye biashara tupakie mzigo wa Silent Ocean. Unaona? Unamjua huyu? Ana hela. Na anaijua Silent Ocean. Nikiripoti live kutoka hapa kwa supplier wetu wa jinsi na udambu udambu. Call me DC, Mwijaku. Expensive time. Expensive time niko hapa. Hakuna jambo zuri ukiwa kwenye nchi ya mtu kukutana na ndugu yako, uongo kweli? Kwele, kwele. I'm so proud of you. Yeah. Ndugu zangu. Yeah. Hawa ni Watanzania Wakinga wenzangu, mm-hmm. Watanzania sisi wote ni ndugu mmoja, mama moja, yeah. Sisi wote ndugu. Niko China, Yulong. Hili ni chimbo kubwa la nguo za kike na za kiume. Nipo kwenye ni chimbo la nguo za kiume. Hawa wote ni wateja wetu wa Silent Ocean. Unaizungumziaje Silent Ocean, ni hasa katika huduma yake? Ah, ni kampuni kubwa, ni kampuni nzuri. Ndio, ni tunalipenda. Unalipenda eh, utakufa nalo, utazikwa nalo oh! <laughs> Mkinga huyu hapa. Mkinga huyu, wewe unamjua Mkinga huyu? Wewe unamjua Mkinga huyu? Wewe unamjua Mkinga huyu? Mambo vipi, ndugu yangu? Kwanza ongera. Asante sana. Mmoja kati ya vijana ambao wameamua kudhamiria kufanya vijana wapendeze, huyu hapa Unaizungumzaje Silent Ocean Simba wa bahari? Silent iko vizuri. Ndio. Mzigo unafika kwa, kwa wakati. Ndio. Tunashukuru Mungu sana inafanya vizuri. Mzigo unafika niliwaambia ni mzigo unafika kwa wakati. Silent Ocean sisi tunasafirisha mzigo kutoka hapa China Guangzhou mpaka uh, Tanzania, hmm, kwa siku 28 mpaka 30. Acha ujuaji. Umemsikia ndugu yangu amekwambia mzigo unafika hapa kwa, kwa haraka. Mzigo wa jinsi huu unakuja Dar es Salaam ni kuhakishie Christmas mwaka mpya unavaa jinsi. Naitia na alama. Give me pen, give me pen. Naitia alama. Alafu nikifika Dar es Salaam nakosha. Give me pen, give me pen. Pen, pen. Naitia alama. Tutahesabu kuanzia leo. Hii hapa naandika DC. Hii nimeandika DC. Naitia alama. Hesabu siku 28. Mzigo upo Tanzania. Unamwambia nini mfanya biashara mpya ambaye hajaanza kufanya biashara? Aje aje afanye biashara tupakie mzigo wa Silent Ocean. Unaona? Unamjua huyu? Ana hela na anaijua Silent Ocean. Nikiripoti live kutokea hapa kwa supplier wetu wa jinsi na kadet na kudambudambui. Call me DC Mwijaku. Expensive time, expensive time. Niko hapa hala